Shughuli ya kukusanya maoni ya Wakenya kuhusiana na kuhalalishwa kwa hazina ya ngcdf NGAAF na ile ya utendakazi wa maseneta zikitarajiwa kukamilika hii leo, wakazi kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti ya Busia wanazidi kujitokeza ili kunakili maoni yao. Katika eneo bunge la Teso Kaskazini, mamia ya wakazi wakiwemo wanafunzi wa shule ya upili na wale wa vyuo vya kadri walionekana kufika katika, eh, na kutoa maoni yao kuhusiana na eh, shughuli ilivyokuwa ikiendelea. Katika ukumbi huu wa TSC Teso Kaskazini, wakongwe akinamama na vijana walianza kumiminika hapa asubuhi na mapema, kila mmoja akijisajili ili kuhusika katika shughuli hii ambayo kulingana nao ni muhimu kwa jamii yao ndogo. Mdahalo huo kuhusiana na uhalali wa hazina hizo ulishamiri. Eneo bunge hili la Teso Kaskazini ni miongoni mwa maeneo yenye idadi ndogo ya watu na ambayo yametengwa kwa muda, na wenyeji hapa wanasema kuwa hazina hizo zilisaidia pakubwa kusawazisha maeneo bunge yote nchini licha ya idadi ya wakazi. Kwa siku ya leo, sisi tuna support mambo na CDF, because CDF imetusaidia saidi hapa. Leo tumefika mbali na watoto wamesoma mpaka universities kwa ajili ya CDF. Na mimi nasema hivi, CDF iendelee kabisa. Mwenye napinga CDF hiyo sio muti ya Kenya, ekwa na shida yake. Umasikini ukikithiri hapa, wengi wa wakazi wanasema kuwa huenda wana wao wakashindwa kuendeleza masomo yao iwapo hazina hiyo ya NGCDF itaondolewa, kwani ndio tegemeo lao. Bas, sasa CDF ikitolewa sasa, watoto wote watarudi nyumbani, watakuwa waisi, watafunga bangi, watafuta bangi. Sasa inji tarbika. Because for us we are a marginalized community ambao hatujafikiria even one day, sisi tutapata pilot in our mm. community but yeah. Because of CDF hakika tumepata pilots wawili ni beneficiaries kutoka Teso. Semi hizo zilisheheni miongoni mwa mayatima na wanafunzi waliofaidika wakitaka hazina hiyo kuhalalishwa kikatiba ili kuwawezesha kupata elimu kikamilifu na kujiendeleza kimaisha. For me, I would like to appreciate the CDF for the great support that they have really offered to me for my education. I really thank, I really thank the CDF for that.

Kando na kupigwa jeki kwa karo na miundo msingi ya elimu, wakazi wamesema kuwa taswira eneo bunge hilo lilotengwa kwa muda ilibadilishwa baada ya machifu kujengewa afisi za kisasa. Hata saa hii ofisi yetu ya kama ya dio ya DC imejengwa na CDF. Sasa kama pesa hiyo ingekuwako, tungechanga tungechangiwa na nani? Jen Cherotich, runinga ya Citizen Busia.